Haleluya, haleluya, haleluya! Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Mpendwa wangu, na kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karibu katika mkate wa asubuhi ukiletwa kwako, nami mchungaji Imani Oscar Katana kutoka hapa Dege Kigamboni Dar es Salaam. Karibu na tujifunze pamoja neno la Mungu na kuomba kwa ajili ya wiki yetu hii nzima ya mwisho ya mwezi wa tatu. Baba yetu na Mungu wetu, ninakubariki, ninakuheshimu na kukuinua, maana hakuna Mungu mwingine ila wewe. Asante kwa ajili ya msaada wako. Asante kwa ajili ya nguvu zako. Asante kwa ajili ya utukufu wako ambao umewachilia kwa ajili yetu. Twajikabidhi mikononi mwako Bwana, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mpendwa wangu Asubuhi uh, ya leo nina ujumbe ambao ninatamani tutafakari pamoja. Je, unacho kitu ambacho Mungu anajivunia kwako? Unalo jambo lolote ambalo Mungu anajivunia kukuumba, anaona raha ya wewe kuwepo duniani kama alivyosema kwa Daudi, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 na mstari wa 22, nimemuona nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza oh, haleluya, my lord my god, mtu anayeupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Mungu ajisifie wewe kama alivyojisifia kwa Ayubu, kamwambia Ibilisi, umemwona mtumishi wangu Ayubu, maana yeye ni mkamilifu, mcha Mungu, mtu anayejiepusha na uovu. Are you there? Uko pale, unacho chocho chochote ambacho mbingu zinajivunia wewe? unalo lolote? Ninatamani asubuhi ya leo, tafakari na uone. Nataka nikwambie kama wewe mwenyewe huoni kama kuna jambo ambalo Mungu anaweza akajivunia wewe, basi ujue na Mungu hawezi kuona, kwa sababu Roho wa Mungu anashuhudia pamoja na roho zetu. Mpendwa wangu, rafiki yangu, kama hakuna asubuhi ya leo, neema ya Mungu iachiriwe ya juu yako, uanze kuona utafanya nini ili umpendeze Bwana Mungu wako. Acha niorodheshe baadhi ya mambo, na leo nizungumze matatu, na kwa neema ya Mungu nitaendelea na somo hili siku ya kesho. Uh, wapendwa katika Kristo Yesu, jambo la kwanza ambalo unaweza ukampendeza Mungu na Mungu akakufurahia wewe ni swala zima la utakatifu, swala zima la kuwa mtakatifu. Um, Zaburi kumi na sita, mstari wa tatu watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, ndio ninaopendezwa nao. Mungu anapendezwa na utakatifu, anapendezwa na watu ambao wameacha njia mbaya, anapendezwa na watu ambao wametubu dhambi zao kwa kumaanisha kuziacha, anapendezwa na watu ambao wezo wa kufanya yote wanao, lakini hawafanyi kwa sababu ya heshima ya Mungu. Mm -hmm. Sio kwa sababu ya kukosa nguvu, kukosa uzuri, kukosa fedha, kukosa connection. Vyote wanavyo, lakini wameamua kuviweka pembeni kwa ajili ya Mungu. Oh, haleluya! Mungu akitazama toka mbinguni anajivunia mtu huyo, mtu ambaye fedha nazo, chakula kipo lakini anafunga na kila alipaswa kula anapeleka kwa wahitaji. Mtu ambaye uwezo wa kuchepuka uko nje nje, lakini anajizuia kwa ajili ya Mungu. Mungu akimtazama toka mbinguni anajivunia mtu huyo. Mtu ambaye uwezo wa kupokea rushwa upo, uwezo wa kutenda mabaya kila namna umemzunguka, na yuko tayari kujihatarisha kwa ajili ya Mungu wake mtu wa namna hiyo anaupendeza moyo wa Mungu. Pendo wangu, dhamiria, tunapoanza wiki hili, uwe miongoni mwa watu wanaopendeza moyo wake. Aseme nimemuona, aweke jina lako, mtu anayeupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Fanya jitihada kwa uweza wa Roho Mtakatifu, niupendeze moyo wa Mungu, nimpendeze yeye aliyeniweka duniani nimpendeze yeye aliyeniumba, aliyenifanya. Nimpendeze yeye ambaye amenyosha mkono wake kwa ajili yetu. Oh, haleluya! Mpendwa wangu, maisha matakatifu yanampendeza Mungu. Jambo la pili ambalo unaweza ukafanya na Mungu akapendezwa nawe ni swala zima la kumtolea. Andiko anasema Nuhu alipotoa sadaka za kuteketezwa Bwana alisikia harufu nzuri ya kumpendeza. Sadaka zinayo harufu nzuri ya kumpendeza Mungu. Wapendwa wangu, Mungu anapoona umedhamilia kumtolea, umedhamilia kujitoa zaka na sadaka zako kwa uaminifu kabisa na kwa wakati, kila unapochukua mshahara unakumbuka kwamba asilimia kumi angalau kwa kwanzia ni ya Mungu Hatusemi tu uishie hapo, unaweza ukaendelea, lakini angalau kile kilichoandikwa kikawa kinatimizwa. Na niwaambie wafanyakazi, fungu la kumi halitolewi kwenye take home, linatolewa kwenye basic salary. Na utoaji unaompendeza Mungu ni ule ambao unatolewa kamilifu na kwa wakati. Mungu hapendi ucheleweshe vitu vya kwake. Fanya mara kabla jasho halijakauka. Mungu anataka tuwalipe wale waliofanya kazi kwetu, na vivyo hivyo, kabla jasho halijakauka, Mungu anataka kilicho cha kwake kimfikie madhabahuni. Kumtolea Mungu zaka na sadaka za shukurani, kumtolea Mungu michango mbalimbali mbali ya ujenzi, kanisa lako lijisikie, wapendwa wajisikie tunga Zaburi anasema wakuchao wanaponiona wafurahi. Wamchao Mungu wanapokuona wewe wakufurahie. Kwa nini? Kwa sababu hakika umetenda yaliyo mema kwenye kumtolea Bwana. Tuseme nini kwa habari ya marimbuko, ambapo chochote cha kwanza unachokipata ni cha Mungu. Hongereni wafanyakazi ambao mmepata kazi mpya, mmepata ajira mpya. Mungu angependa mishahara yenu ya kwanza iwe zaka. I mean, iwe malimbuko. Malimbuko kwa namna gani? Uh, yamkini kuna vitu ambavyo umevifanya unafanya. Mungu angetamani neno la Mungu angetamani kwamba Bwana anapokutolea haya malimbuko, ninatamani kwamba vile ninavyoanza kazi hii, uh, uende pamoja na mimi. Wote wanaoanza pamoja na Mungu huwa wanamaliza pamoja na Mungu. umepata increment ni malimbuko kwa bwana umeanza biashara mpya faida ya kwanza ni malimbuko kwa bwana chochote kinachozaliwa kwenye zizi lako kwenye banda lako cha kwanza ni malimbuko kwa bwana mavuno ya mwanzoni ni malimbuko kwa bwana mungu atafurahishwa na mtu anayemtii kwa njia ya utoaji imeandikwa katika mithali tatu tisa mheshimu bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako bwana mungu akusaidie na ajivunie wewe kupitia kumtolea. Jambo la tatu ambalo nataka nimalize nalo asubuhi ya leo, Mungu atajivunia wewe vile ambavyo umesimama kwenye haki. Haleluya! umemwona mtumishi wangu Ayubu, mtu mwenye haki? Popote ambapo Mungu amekuweka fanya kwa haki, hudumia watu wake vizuri. Maana huwezi kusema unampenda Mungu kama wapendi watu unaowaona. Ndio maana unapaswa kufanya kwa uzuri. Uko kwenye ajira, hudumia kwa uzuri. Upo kwenye kazi binafsi, kila mtu ambaye anakuja dukani kwako, ujue ni Mungu. Amen. Ni mtumishi wa Mungu, aheshimiwe, atendewe haki. Heshimu kila mtu unayemwona, mdogo kwa mkubwa, tenda haki. Mungu ni wa haki na anapendezewa na wote wanaofanya haki. Unafanya haki kiasi kwamba mbingu zinajivunia wewe. Wengine wanakuona mjinga, wanakuona hauna ufahamu, lakini mbingu zinasema, tunaye mtu duniani anayeshika maagizo na sheria zetu. Rafiki yangu na mpendwa wangu, ninakutakia baraka za Mungu katika wiki hili, na acha nitamke baraka kwa ajili yako. Jehova, Baba wa milele Mungu mwenye nguvu, ninakubariki kwa ajili ya mpendwa msikilizaji wangu. Nabariki wiki hii katika jina la Yesu, wiki yake ikawa imebarikiwa aingiapo na atokapo. Mibaraka yako Bwana ikamzingire pande zote. Ninatamka ya kwamba mtu huyu amebarikiwa, ninatamka ya kwamba mtu huyu amebarikiwa. Mbingu ziwe wazi kwa ajili yake. Bwana ubariki aingiapo na atokapo, kwa damu na kwa jina la Yesu Kristo. Bwana uwe mchungaji wake, asipungukiwe na kitu. Ninakubariki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. na pokea mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.